matinde mmenipa deni, watu wa kata Solya mmenipa deni, na ninawaahidi nitalipa. Mtafanyaje? Nitalipa, lakini nimewaletea salamu za mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan, anawapenda sana na ameniambia nije niwaambie iwapo mtatuchagua tena kwa miaka mitano, chama cha mapinduzi kimepanga kuwafanyia nini Mengi mmeyasikia ni diwani wetu wameyasema, mengi mmeyasikia na mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ameyasema, lakini wengine wamesema. Mimi sitataka kuyarudia, nataka niwaambie sasa, ndani ya hii miaka mitano, kama tarehe 29 mwezi wa kumi mtatuchagua, nini tunakuja kuwafanyia wana Kilimatinde. Kilimatinde oye! Kilimatinde oye! Tunakuja kumalizia ujenzi wetu wa soko kuja kumalizia ujenzi wetu wa soko ambao kimsingi umeshaanza, na niwapongeze sana kwa sababu mmeonyesha ari mnahitaji soko. Mama Samia hoye! soko oye! Kilimatinde e, hoye! Kwa hiyo soko letu linakuja, kisha naomba ni, lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kata ya Solya, tunakwenda kufanya miradi mitatu katika kitongoji cha Ilala tunaenda kutekeleza miradi mitatu kwenye kitongoji cha Ilala. Kutoka hapa mpaka Ilala ni takriban kilomita saba hadi kumi. Tuna watoto ambao wanatoka kule kilomita kumi wanakuja kusoma shule ya msingi Kilimatinde. Tunaenda kuanzisha ujenzi wa shule ya msingi Kilimatinde Ilala. Ilala oye! Kwa nini nasema haya? Tunao ushahidi wa kutosha. Mheshimiwa Rais ameweza kujenga shule nyingi za kisasa kwenye maeneo ambayo yalikuwa magumu hayafikiki, na mwananchi hakuchangia hata shilingi moja. Mheshimiwa Rais alitoa fedha za UVIKO zaidi ya bilioni mbili, tulijenga shule mpya ya msingi Lucha, nyinyi mashahidi. Tumejenga shule ya msingi wapi? Huko Chimwanzu, nyinyi mashahidi. Tumejenga shule ya msingi nyinyi mashahidi kwa Iseke. Lakini tumejenga shule nyingi za msingi mpya na kuzisajili na tumesajili za zaidi ya shule 20 ndani ya miaka minne. Atashindwa kujenga shule ya msingi Ilala? Atashindwa kujenga shule ya msingi Ilala? Ilala wewe, Ilala wewe. Mradi wa pili kitongoji cha Ilala bara ni barabara. Diwani amesema barabara hiyo kutoka Kimatire kwenda Ndodole takriban ni kilomita 15, ni takriban kilomita 18 19, tumeshajenga takriban kilomita 7 na tumeshajenga baadhi ya makarabati, bado tuna takriba ni kilomita kumi na nne kumi na tatu tuweze kufika mpakani wa Ilolia Ndole. Naomba niwahidi na nimetumwa na mgombe wetu wa urais Dr Samia Suluhu Hassan, kaniambia waambie watu wa Kilimatinde tunaenda sasa kuifungua barabara ya kutoka Kilimatinde kwenda Ilolia Ndole. Kilimatinde oye! Kilimatinde oye! baaiab naoaoe kupitia Ilala, tunaenda vile vile kuimarisha barabara yetu ya kutoka Solya Kilimatinde mpaka chuumaga. Najua kikwazo kikubwa ni mlima. Kikwazo kikubwa ni nini? Mlima. Nataka nikitaka kwenda chuumaga, nikitoka Manyoni, nataka nipite Kilimatinde niende Chumangwa, niende Sasajira niende majiro, badala ya kupitia Kilimatinde niende Chikuyu niende Sasajira, zimeelewana eh? Yeah. Kwa hiyo tunakuja kuimarisha barabara yetu hii na tutaweka nguvu kubwa kwenye mlima tuushushe ule mlima uwe mfupi, ili magari yaweze kupita wakati wote. Kilimatinde we, Kilimatinde we, ila hakuna maji. Kuna zaidi ya wakazi 500 ilala kuna zaidi ya kaya mia mbili hamsini Ilala. Kuna zaidi ya watoto mia mbili wanatoka Ilala kuja kusoma hapa. Tutapeleka maji lala, tutapeleka <coughs> maji lala, uwezo kunao. Hii ni mashahidi. Solya pale tumechimba kisima cha maji kipya kabisa. Mheshimiwa rais amefanya Manyoni pale, kuna mradi wa bilioni ishirini na nane wa maji wa kata tatu, Mkweze, Mwarala na Manyoni. Lakini Kitigu tulikuwa na mradi wa bilioni kumi na tatu wa kijiji 11 mheshimiwa rais, alitekeleza ndani ya miaka minne, akashindwa kupeleka mradi wa maji Ilala. Naomba mtu amini, tarehe 29, Mkampigie kula za kishindo Dkt. Samia Suluhu Hassan Ndio. Mkampigie kula za kishindo diwani wenu Shabani Ndio. Lakini na mimi mgogo wenu mtoto wenu Chaya mkampigie kula. Kilimatinde oye kuna mambo mengi mazuri yatakuja pale sekondari. Pale tuna magoma yetu ya maabara ya yamekaa muda mrefu sana. Kipaumbele kinachokuja cha serikali sasa hivi ni kuwekeza kwenye sayansi na teknolojia. Uwezi kuwekeza kwenye sayansi na teknolojia kama mashuleni hakuna maabara. Ndani ya miaka minne tumejenga maabara maeneo mengi, ni mashahidi. Ukienda shule ya wasichana pale, kuna maabara za kutosha tumeanzisha maabara pale Kitingu, tumeanzisha maabara Manyoni. Hatutashindwa kuendeleza na kukamilisha maabara ambazo zilijengwa kwa nguvu ya wananchi hapa Kilimatinde. Kilimatinde oye! Kilimatinde oye! Lakini vile vile najua hakuna jengo la utawala pale sekondari. Kwa hiyo yote haya naomba niwaahidi, mtaenda kuyafanyia kazi, naomba mtu amini. Baada ya kuyasema haya niwaambie watu wa Kilimatinde, narudia tena kuwashukuru Mlinipigia kura za kishindo, kura za heshima, kuonyesha bado mnanihitaji. Na kwa sababu mmenipa deni, lazima nilipe. Nitalipa kwa kushirikiana na diwani wenu huyu bingwa kabisa Shabani, lakini nitalipa kwa kushirikiana na mgombe wetu wa urais bingwa kabisa Dr. Samia Suluhu Hasani. Dr. Samia ye mgombe wetu wa urais ameniambia niongee na vijana, anakuja na ajenda ya vijana, mambo matatu. La kwanza, mikopo Mgombe wetu wa urais amesema vijana wengi wanakopa bodaboda kwa mikataba yeah. Matokeo yake ukianguka, mwenye bodaboda anakupokonya yeah. Anakuja na mpango wakatisha ile asilimia kumi ya mikopo, asilimia nne inaenda kwa vijana. Tunataka vijana wajiunge kwenye vikundi vya bodaboda wakope hela milioni kumi, milioni kumi na tano Wanunue boda boda wenyewe wakodishe vijana wee, vijana wee, mikopo ya asilimia kumi haina riba. Huko mikataba mnakoingia huko louu saini bila, ikiharibika tu mwenye tikiti anakwambia rudisha tikiti yangu, unarudi kijiweni. Mama Samia anataka wasaidie vijana. Eneo la pili ambalo tutaelekeza kwa vijana ni michezo. Ninyi mashahidi mgombe wetu wa urais ni muumini wa michezo. Tutawekeza kwenye michezo kwa vijana, tutanunua sare, tutanunua mpira, tutaendesha ligi hizi mbalimbali. Lengo tunataka kulikue vipaji, lakini kuwasaidia vijana wawe bize hasa katika kipindi cha kiangazi. Eneo tatu ambalo ameituma mgombea wa urais niwaambie vijana, ni swala la ufundi. Mgombea alipokuja Manyoni alisema anakuja kukamilisha ujenzi wa chuo cha VETA, lengo ni nini? Tuna vijana wengi wanamaliza shule ya msingi wanaishia njiani, tuna vijana wengi wanamaliza sekondari wanaishia njiani. Tunataka vijana waliomaliza shule ya msingi na sekondari wakasoma elimu ya ufundi, wajiajiri vijana oye oh. Sasa niwaambie zaidi ya asilimia hamsini ya wapiga kura ni vijana, zaidi ya hamsini ya wapiga kura ni vijana Il Il Il Il Il Il ili tuweze kujua kama vijana wa Kilimatinde wapo, ili tuweze kutoa mikopo ya pikipiki, ili tuweze kuendesha ligi za mpira, ili tuweze kuleta jezi, ili tuweze kuleta mipira, ili tuwapeleke VETA, tunahitaji kuona vijana waliopiga kura. Na hili mwenyekiti wa kijiji safari, tunaenda na kapin. Ikifika muda Shabani akishaapishwa, mimi nikishaapishwa lahisi akiabishwa, nikija ukiniambia, tunahitaji mpira, takwambie, nipe idadi ya vijana waliopiga kula ya kwanza, lakini uniambie, piga kula chama gani? Vijana, we vijana, tunawahimiza mkapige kula ivi tualetee maendeleo yanayendana na takwimu sahihi. Mkijitokeza wachache, msije mkatulaumu. Tukija tukaambiwa vijana kumi, maanake hakuna timu ya mpira tukija tukaambiwa kuna vijana 30, maanaake hata chuo cha Veta akihitajiki hapa sina jamani <tis> baada ya kuyasema haya, watu wa Kilimatinde naomba tarehe ishirini na tisa msikosee. Kwanza wote wenye kadi za kupiga kura mjitokeze kupiga kura, lakini la pili, mtakapojitokeza mkajipigie kura chama cha mapinduzi, naniwake si moja. Sisi kule bungeni ukitaka kusimama kuomba mlaji, nataka mlaji wa ni wa Ilala. Wailara kunaanza kutoa takwimu hapo, wale watendaji wale wanaangalia kule wanaangalia hivi Lala na Kilimatinde walitoa asilimia ngapi kwa rahisi kwenye, kwenye kula asilimia ngapi kwa mbundu wanakuta asilimia ishirini hapo anaenda kule nani Ilucha walitoa asilimia 90 tutaanza sana Mogobita.